Sana sana na pole, asante u. Hakika ni siku ngumu sana na ngumu zaidi ni kumzungumzia Charles Hilary kama ambavyo umesema, kwa sababu Charles katika hali ya kawaida alikuwa binadamu wa tofauti kiasi. Um, watu waliofanya kazi na chini ya idara zetu ambazo Charles tukiziongoza, kwa mfano tuseme radio UFM pamoja na, na sports hapa Azam Sports, um, walikuwa wanajiishi wanaongozwa na watu wa ajabu, ajabu hivi kwa staili yetu tu ya maisha ya kawaida na, na uongozi pia. Kwa hiyo tuko tukifanana fanana hivi mambo yetu tunaonekana kama watu wa vituko vituko na nini, lakini ndio mambo yanaenda na, ndio na, umesaidia na neno zuri kidogo, lakini um, Charles nimefanya naye kazi kwa mara ya kwanza kufanya naye kazi imefanya naye kazi huko BBC idhaa ya Kiswahili ya, ya, ya shirika la utangazaji la Uingereza. Kwa hiyo tumefanya kazi pamoja na baadaye wakati Azam sasa imeanzishwa elfu mbili kumi na tatu miaka miwili baadaye tume mwaka mmoja kwa maana ya Disemba elfu mbili na kumi na nne aliyekuwa kiongozi wa, wa, wa kampuni hii mzee wetu Tido Mhando hawa wanatafuta nguvu ya ku, kuliendesha hii kampuni yenyewe. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba unatafuta wale ambao ni wakaliba wa, wa, wa ya juu kabisa ya, ya kuweza ku, ku, ku, kusaidia kuendesha kampuni hii. Kwa hiyo katika kutafuta hawa watu, ilikuwa miongoni mwao alinifuata mimi hapa na Chaz na wengine ambao walikuja hapo baadaye, lakini mimi ndio nilifungua milango ya watu waliokuwa BBC kuja hapa Azam. Sasa mimi kuja Januari kabisa, Januari mosi nilianza kazi hapa mwaka 2015. Charles uh, kaja mwezi April. Na ni mimi alikuwa akinisumbua sana. Pamoja, si yeye na wenzetu wote ambao BBC walikuja hapa, wote walikuwa wakinipigia kuni, bwana, vipi, lakini hali iko sawa huko na vipi? Maana walikuwa kila mtu anatongozwa kwa namna yake na mzee Tido. Kwa hiyo anampa ana, ana, matumaini yake na maelezo lakini ya, wanarudi kwangu, wewe umeshaingia vipi, mambo yakoje? Kwao nilimshawishi naweza nikathubutu kutamka nilimshawishi pamoja kwa na kwamba alitafutwa na Tido Mhando, alitaka uthibitisho kwa mimi niliyetoka BBC kuja hapa kwamba hali iko saa yes hapa asassitkuaweka vizuri, wala tunatakiwa kuyaweka vizuri zaidi, kwa sababu mazingira ya, ya watangazaji wa kariba ya juu ambao tulikuwa tumekisha fika, mtanzania yoyote popote alipo anasikia fahari, akiwasikia hawa watanzania wanaofanya kazi BBC na kuingineko. Kwa hiyo Charles alikuja kutujueni hapa uh, mwezi Aprili mwaka huo elfu mbili kumi na tano na alivyokuja, mimi nilikuwa mimi ndio mwasisi wa Azam Sports. Hii idara ya, ya, ya michezo. Kwa hiyo yeye alikuja akapewa idara nyingine, akapewa kwenye kwenda kuiweka sawa radio ambayo ndo ilikuwa ina, inaanza hivyo. Na nikawa nipo sports mimi peke yangu na nayeko peke yake kule. Baadaye kufikia Oktoba, Charles akaja sports akawa mkurugenzi sasa, kwa ndio bosi wangu wa mwanzo uh. Baada ya miezi kama miezi mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, minane saba hivi ya kuwa naongoza Azam Sports pekee yangu. Kwa hiyo nikakaa naye mpaka katikati hapo, ilikuwa elfu mbili na ngapi hivi nafikiri kumi na saba uh, kufanyika mabadiliko elfu mbili kumi na sita kumi na saba mwezi Februari nikapata mkurugenzi mwingine mpya Bwana Patrick Kahemele na Chaji yakapelekwa uh, kwenye production alafu akakaa huko, mimi nikabaki hapo sports. 2019 Januari 17 mimi na Charles wote tukapelekwa kuongoza redio, tukakaa pamoja mpaka Januari mosi, yaani tuseme Desemba 30 2021, Charles akawa amepata uteuzi wa nafasi ambayo amekwenda nayo mpaka amefariki alfajiri ya leo, akiwa mkurugenzi e, wa mawasiliano ya rais Ikulu, rais Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya Zanzibar ambapo aliondoka desemba thelathini elfu mbili ishirini na moja kwa mimi nikapandishwa kuwa uh, mkuu wa hiyo redio kuanzia januari mosi elfu mbili ishirini na mbili mpaka sasa tumeendelea kuwa kuwa, kuwa um, pamoja muda wote na nilizungumza naye wiki moja iliyopita kuna mambo kadhaa alikuwa anazungumza kwao kwa, kwa kifupi uh, Charles ana, ana damu na jasho lake kwenye kampuni hii na zaidi kwenye sports redio na hata production. Alikuwa mkurugenzi wa, wa idara ya production pia hapa kwa, amekuwa mkurugenzi wa idara tatu katika kampuni hii, sports na, na production pamoja na radio. Baruan, na hu e, msiba ni, ni wakwetu kwa kiasi kikubwa kwa sababu tunafahamu Charles ni mtu wa watu, ni mwana michezo e, hapana shaka wengi wangependa kushiriki msiba wake. Una taarifa zozote za ratiba ya msiba wake uko wapi? Na kabisa, japo bado taarifa zinaendelea kutoka, lakini zilizoko mpaka sasa hivi ni kwamba mwili wake utaagwa kesho kwenye kanisa la Anglikana hapa Ubungo na nadhani ni pale nyuma ya Ubungo Plaza kuna kanisa kubwa, nafikiri ni hilo ndio mwili wake utaagwa pale kesho. Unaweza ukaingia tu hata pale Ubungo Plaza ukaingilia geti la kutokea nam ni hapo ndio mwili wake utaagwa kesho. Muda uta, uta, utatajwa, lakini ni kesho mwili utaagwa pale, na baada ya hapo mwili wake utasafirishwa kupelekwa Zanzibar, ambako atazikwa huko. Lini atazikwa, pia bado taarifa tutaendelea kuzipata. Bradha Baruan, nikushukuru sana, na tuendelee kumwambia Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti mwenzetu, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na karibu kwa mara nyingine kwenye Sports AM au sikuache hivi hivi, na klasiko leo eh, na mchanganyiko wa mambo kichwani, lakini si vibaya kuizungumza tu kidogo kwamba ni mchezo mgumu, na ukigusa hivyo, unanikumbusha mbali na Charles, kwamba kwa mara ya kwanza mimi na yeye tukiwa ndio mkurugenzi na meneja wa wa idara ya sports tulianzisha mashindano. Tulipata haki za, za kuchukua ligi kuu hii ya Hispania, La Liga, na tulivyoipata tukaamua tuka kuanzisha mashindano, kampuni iliamua kuanzisha kuonyesha hizo mechi na tukaamua tuanze kuzitangaza kwa lugha ya Kiswahili. Na mechi ya kwanza kutangazwa ilikuwa ya Klasico ambayo wakati huo Cristiano Ronaldo yupo na Messi yupo na zilikuwa timu za sawasawa sawa sana tukatangaza mimi na yeye hiyo mechi ya El Clasico. Jana tu mchana nilikuwa naiangalia kwenye gari yangu pale, ilikuwa na nayo ile mechi, huwa naiangalia kila mara. Nasema Chazi alikuwa mtu wa ajabu sana. Nasema tu hivyo, halafu nashangaa asubuhi naamka na taarifa kwamba Hassan Mhelela ndo amenipa hiyo taarifa, nimeshangaa kuona anambia, bwana, hii ni habari ngumu, lakini ipokee. Sikuelewa. Si, si kwa hiyo El Clasico wakati wote nikisikia na, na inanirudisha hapo kwa mimi na Saas. Charles. Kwa hiyo labda niishie kusema tu ni mechi nzuri, mechi ngumu. Acha tu mtazamaji aisubirie hiyo usiku. Sawa, basi kwa taarifa zote tutazidi kupeana juu ya msiba wa Charles. Naam, ni meneja eh, mwandamizi hapa Azam Media lakini mkuu wa UFM Radio na mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi na Charles Hilary eh, kuanzia BBC na hapa wakiwa waasisi wa, wa idara ya michezo ya Azam TV. Naam, Barcelona